Eh, wazee wazee kwenye group hapa tuko na captain. Huyu captain wa Mbagala ukipenda mwite Master Mjape ametoa chocha u captain kwa sababu sio u captain vivyo kwa sababu anaweka sana njaa. Kama juzi kwenye mashindano yetu yale ya Mangwelele Cup Mjape alifanya vizuri sana. Ilipigwa na mzee Noel na Maloe legendary ile kilipigwa sana michezo mingi mpaka kuja goli la la dhahabu sekunde mpaka kumi walifika nadhani. Ndio baadaye mzee Mjape nadhani akapoteza ile mechi lakini Mjape aliweka sana siku ile. Ongeza zako sana Master Mjape. Vilevile vile, kama kawaida yake ze Big Bank Nation anasemaje, wala hatupoi wala hatuboi, na siku zote akijaga na ligi yote mashindano makubwa, basi kabla hatu hawajapumzika bado damu hazijaganda naweka kitu kingine. Kwa hiyo leo amekuja tena na to play episode 3 kulikuwa na ya kwanza ya pili, episode 3 hii ya tatu, na katika badala ya nani Big Bank Nation mwenyewe kupangilia mechi zake, akaona Mjape na makofia waanze sasa Masta Mjape, unamchukuliaje? Kwa nini kakupa wewe heshima ya kuja leo kutufungulia hii to play yetu? Wewe leo na makofia unamwambiaje mhamini kwa heshima liokupa wewe ndo unazindua una leo to play. Kwanza ni mjibungu. Kwa nimshuruwenyezunuaukbwa mimi sio miongoni mwa watu ambao wanaomba mechi yeah. Lakini mechi zake karibia zote ambazo anazoshindanisha hapa Kinondoni ni lazima nipate nafasi niweza moja moja, moja mm, au zote kiujumla, kwa hiyo yeah. Kwa jambo hilo bwana, namshukuru lakini pia namshukuru kwa kujitolea kuzamini mashindano haya kwa awamu ya tatu ambayo aaa mashindano yake yote nimeshiriki na imefanya vizuri sana. Mechi nyingi sana lakini Master Mjape captain, captain wa Mbagala Master Mjape, mdhamini Big Bank Nation, anasema hii winner to stay ya winner to play, kwamba ukishinda unaendelea lakini mchezaji atapanga mwenyewe. Wewe uko tayari, yoyote atakayepita mbele kucheza naye? Maana ukishinda leo, uta mtu mwingine utakutana uta naye, ukishinda tena, kuna mtu mwingine yoyote, mbele mtu mwingine utakutana naye. Wewe uko tayari, yoyote atakayekaa mbele, mimi niko na kuna bonus ya, ukishinda mechi tatu, kuna bonus ya shilingi elfu thelathini na ukishinda mechi nyingi zaidi, kuna safari ya kwenda Morogoro, nadhani ya kucheza na fundi wote mkubwa. Wewe hapo unaweza ukapitia uka hizo, hizo zawadi zote zawadi ya go.

tashindaliatashiaazamasa oh, uh -huh. <coughs> <coughs> Mjape huyo ndo, jamani. Masa Mjape anasema yeye atashinda mechi nyingi.